Ni siku ya Jumamosi. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tukiwa katika oktava ya Pasaka. Masomo yetu, somo la kwanza tunalipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 13 hadi ya 21, na Injili inatoka kwa mwinjili Marko sura ya 16 aya ya 9 hadi ya 15. Matendo ya Mitume ni mwendelezo wa kile ambacho mitume wa bwana wetu Yesu Kristo, yaani Petro na Yohane walikitenda katika eh, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya tatu, kwamba walipokuwa wanakwenda hekaluni kwenda kusali, walimkuta kiwete ambaye alikuwa anakaa katika mlango, katika lango la hekalu akiomba sadaka. wakamponya kwa jina la Yesu. Yule kiwete akaingia hekaluni akimtukuza Mwenyezi Mungu. Wakuu wa makuhani na Mafarisayo ambao walimjua kwamba huyu ni kiwete, kwamba ameponywa, ameponywa na hawa mitume, ikaonekana kwamba huyu Kristo ambaye wao walikuwa wamemuua, nguvu zake zinafanya kazi vile vile kwa mitume hawa alikuwa amewaacha, ikawauma sana. Walizani kwamba wakimuua Kristo maana yake kwamba habari yao imeishia hapo, kumbe kumuua Kristo akawa anaishi zaidi na zaidi ndani ya mioyo ya watu, na wale waliokuwa na mwamini wakaendelea kufanya mambo ambayo ni makubwa zaidi. Watu wakazidi kuwadharau hawa viongozi, kwamba mmekaa tu mnasubiri sadaka, lakini hamshughuliki na mioyo ya watu na matatizo ya watu. Kwa hiyo tunajifunza kitu kikubwa sana katika safari ya Ukristo wetu. Kristo akiwa ndani mwangu, yaani kitu kinachodhihirisha kwamba Kristo anaishi ndani mwangu ni mimi kujishughulisha na matatizo ya watu na maangaiko ya watu, nisije nikamwona mtu ambaye yuko hapo chini, ana mateso, ni mgonjwa hajiwezi nikapita kimya kimya, ni dhambi mbaya sana. Angalia dhambi hii inawatesa sana hawa, inawatesa sana hawa ndugu zetu, hawa ndugu zetu ambao walikuwa ni Wayahudi wale ambao Kristo hakuwa ndani mwao, inawafanya wajisikie wivu. Basi wamekaa katika kikao, wakajua kwamba Petro na Yohana ni watu ambao hawakuwa na elimu hivyo kama si watu wasiokuwa na elimu inakuwaje, wanafanya mambo kama haya? Wakakaa kikao ili kuwazuia wasiendelee kuhubiri habari za Yesu Kristo, wasiendelee kutenda miujiza. Wakawaamuru watoke katika baraza ili waweze kuwajadili, wakawarudisha ndani Wakawambia, kuanzia leo msihubiri katika jina la huyu Yesu Kristo. Petro na Yohana wakajibu wakasema, sikilizeni, hebu hukumuni ninyi wenyewe. Je, ni bora kumsikiliza mwanadamu badala ya kuweza kumsikiliza Mwenyezi Mungu? Wakasema, mambo tuliyoyaona na kuweza kuyasikia, kamwe hatuwezi kuacha kuyazungumza moyo wa ujasiri nao wakazidi kuwatisha tena, lakini wakawafungua wakawaacha waende zao. Moyo wa Petro na Yohana katika kuweza kumshuhudia Kristo ulikuwa ni wa kipekee sana, na Kristo alifanya kazi ndani mwao ingawa walikuwa hawana maarifa makubwa. Katika nguvu za Kristo kuweza kufanya mambo makubwa ndani mwetu, haangalii elimu zetu na hii inadhihirisha wazi kwamba wale ambao ni wasomi wanapinga uweza wa Kristo. Kadiri unavyozidi kuwa msomi zaidi, kupata maarifa mengi ya kidunia, ndivyo imani yako inavyozidi kuwa ndogo. Ndio maana katika injili hii ya Marko sura ya kumi na sita, Yesu anamtokea Mariamu. Hakuweza kuwatokea wale makuhani, hakuweza kuwatokea wale wale ambao walikuwa ni Mafarisayo baadaye pia hata hawa mitume walikuwa wamejifungia ndani hakuweza kuwatokea baadaye anaenda kuwatokea wale ambao walikuwa wanaenda shambani anawaambia warudi yerusalemu waache kwenda kwenye upotevu mwishoni anaoja kuwatokea hawa kumi na mmoja wakati huo yuda alikuwa ameshajinyonga anawakemea kuto kuamini kwao na ugumu wa mioyo yao kwa kuwa hawakusadiki habari za ufuku wa bwana wetu yesu kristo Ebu katika nyakati hizi tunavyosadiki kwamba Kristo yu hai, manake yuko hai ndani mwetu, yuko hai ndani mwako, aweza kufanya ufanya mambo ambayo ni makubwa zaidi kuliko yale ambayo unaweza kufikiri katika akili yako, kama vile walivyokuwa amefanya kwa Petro na Yohane na baadaye pia. Tusiendelee kupinga uwepo wa Kristo, anafanya kazi katika nyakati hizi. Atubariki na kutulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.